Nikwambie, inawezekana mume wako kuna mahali mnazinguana, simshushie mume wako heshima mbele ya wanaume wenzie au mbele ya watoto wake. Never. You are killing him. Una matatizo naye, malizana naye huko ndani, toka huku nje kimya, watoto wako wasione baba yao akitukanwa. Mjika, waniache, niache. We dada, wewe, wewe. Hata Shauri yako hacha. Weso chizi, weso tahira, usema hivi siikutega kitu gani? Natokea tu nimekazika. Acha uongo wewe, unamaanishaga never. Disana your man mbele ya watoto wake, mbele ya ndugu zake, ile tabia ya kuifanya hivi. Unaona wenzako wanajenga, hata kama umeaona maendeleo ya rafiki yake umeapenda, unatamani mume wako awe kama huyo rafiki yake, kneel down and pray. Kuna yale mahusiano ambayo your husband is too friendly kiasi kwamba unaweza ukambeza ukataniana naye nyumbani and it's okay. Ikija mbele za watu, mpe heshima yake. Learn to honor the honor of your husband. Eneo ambalo mume wako au mwenzi wako anaitwa bosi, ukifika pale useme hivi. Watajua mi ndo mke wake. mm -hmm. Mm -hmm. If you wanna win the heart of a man, ha? Mpe heshima anayopewa mtaani. If you see the office, anaime, anaime tu. Ndio maana wenzi wenu wengine hapa wanapenda kushinda makazini kuliko nyumbani, sababu kule anakuwa treated na heshima, akirudi nyumbani nikapuku mchungaji. Ho we uwajui wanaume aya, we unawajua? wewe unawangapi? Wajua dada, tuambie basi. It's just a thing of character. Ni ishu ya tabia tu, pray. Unajua vitu vingine ambavyo unafikiria kwamba hasira yako itasovu. You are just supposed to cool down and pray. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Sasa hivi haja zenu, wewe haja zako zinajulikana na mama mkwe, haja zako zinajulikana na marafiki zake. Pray, pray my sister don't be too busy to pray. Usijifanye uko busy sana kiasi kwamba uwezi kuomba. Set your your time to to pray when you are too busy for your man his friends will help him to find your alternative. Nikikupa tafsiri ya neno mume originally, unaweza ukalia mume sio baby. Mume sio sio hani, all these name you you are are calling your husband you are degrading him. The word husband meaning master Lord, Lord manake owner. So the moment you are married, manake you are owned. Na umilikiwi tu mwili na miwani yako uliovaa. Kwa nini kuna divorce nyingi leo? Women want to be equal with men. It cannot apply. The moment you want to be equal with your husband, that moment God is away. Amewaacha nyinyi mmalizane and trust me God will always be on the side of the man. God will only be on my side when I stay in my lane. When I'm out of my lane, God is not there. Mungu akikwambia nawapeleka nchi inayotoa maziwa na asali. Nendeni Israeli, nyinyi mkachagua kwenda Chunya. Hayupo. Kwa nini wakati Eva analeta tunda nyumbani? Mungu alikuwa amenyamaza kile. He was not not there. This is not my question. The equation is the man should bring the food. Kwa hiyo mtumishi, hela zangu mimi ni za kwangu peke yangu, hela zako sio za kwako Oh yeah. Ndio maana kama ni gari nzuri, nunua saa hivi kabla hujaolewa. Kama ni nyumba nzuri, jenga saa hivi. Because trust me, haijawahi kutokea utulivu when a woman is powerful financially and a man is weak financially. Hata mkizuga, mkisema hivi, mimi nitakuheshimu tu. Hata kama nitakuheshimu. Hey. Hey, Mungu anajua Men are not emotional. Ndio maana kwenye maelekezo aliyotupa akatuambia, mume mpende mke wako. Siwezi kukuambia mimi ufanye kitu unachoweza kukifanya kila siku. Nakupa maelekezo ya kufanya kitu ambacho huwezaji kukifanya, kwamba ili uishi vizuri love your wife. Na wewe mwanamke, wewe Mungu anajua kutii ni mziki, hujui kutii, huwezi, ni mzigo. Yani wewe kuamrishwa, kuambiwa kitu ufanye huwezi. That's why God commanded obey You, loving is easy. Ndio maana mnapolalamika mnalamikaga hivi? Mimi nakupenda. No, no, no. It was not your job to love me, your job was to obey me. Siku zote tunatamkaga vitu ambavyo ni vyepesi kuvifanya inapokuja kwenye mahusiano kila mtu anakimbilia ambalo ni jepesi kwake ambalo Mungu hakuliagiza. Utasikia mwanamke anasema hivi, yani, mimi nimempenda nimempa mapenzi yangu yote. Ulituma utoe mapenzi? Ulituma umpende? Mungu alikuagiza ufanye nini? Ishia hapo. Simama. Umesimama. Kaa. Kaa. Nenda paka pale, nenda paka pale. Lakini wewe sasa umeambiwa ishia hapa, ukajiongeza ukapitiliza. Stay in your lane. Emotions ni chanzo kikubwa sana cha umaskini. You, you are letting go a lot of of opportunities just because because, freddy attack, staying in the poverty because of love. You are never called to love Love is our calling because God knows it is hard for us to love because we are not emotional. Kwa Mungu anapomwambia mwanaume mpende mke wako. Simply anachomfanyia anambreak, anamnyenyekesha. So every time a man is forced to love, he's broken so that he can love, can love, have compassion. Upendo huvumilia, a man cannot tolerate. Sifa zote za upendo hazikuandikiwa mke, zimeandikiwa mwanaume, zile haukosi kuwa na adabu kwa sababu gani? Sisi wanaume we are reckless. We can be anything at any time. Uko bize yani, mimi mwanaume usinimpendeje? Si nimpendeje, umetuma upende. You are supposed to say this: kila uliloniambia nifanye nimefanya. Swali ni hili, yote aliyokuambia ufanye ulifanya? Kipereto yani ah. Najua tu Mungu atanipigania. Mungu, naye amenyamaza kimya tangu uliposema Mungu atakupigania, mpaka mahakamani ulibaki peke yako, ulinyang'anywa hadi nyumba, Mungu hajapigana. Why? God knows don't have obedience, don't know respect, cannot respect ni rahisi kuambia watu wako baba yako hivyo. But look at the way you are answering their father in front of them. Watoto wa kike wengi, msala wenu mlionao ni mmoja tu. Baba zenu waliwatriti nyinyi kama princess, na wakati wa mama zenu walitritiwa kama watumwa. Ulitakiwa ujifunze vile alivyo baba yako alivyokuwa namtriti mama wako, vile ndio ujifunze, uchukue shule, hivi ndivyo na mimi nikienda kwa jofu atanitriti hivi. So in your mind, your daddy was treating you as a princess And then you are going to a man expecting he will treat you as a princess. No, that man is expecting to treat his, his children princess, not you. Wewe kwake ni mtumwa. Ampende kusikia. Ngumu sana. Mume wako anapokupa fedha yake, sikiliza maelekezo vizuri, acha kujitoa fahamu. Sikiliza maelekezo vizuri. Nakwambia wewe hata ambaye hujaolewa, mume akai na mke tu kwa sababu ni mzuri wa umbo. Mume anakaa na mke anayejua kuzalisha hela yake pia. Kuna saa ishe zinaisha jamani mlioolewa mko huko ndani. Nyie mnafanya mapenzi kila siku. Una siku mnaongea hela tu. We, nilikupa hela juzi, ulipeleka wapi? Ni mazozano ya hela mpaka asubuhi, unantia hasara wewe mwanamke. Basi kila ukiwaona mtu na mke wake ameingia chumbani unawaza mapenzi tu. Ukikaa Ukika hapo, wanawaza tu nipasi na nini, mme wangu mwenye kifua kipana <laughs> kuna saa hivyo vifua havieleweki. Kuna saa watu wanataka kuona hesabu tu kuna saa we want to see books only. Wewe ukikaa hapo unawaza shela, unawaza animuni animuni. Ni siku tano tu, zikiisha, maduka yanafunguliwa. Wakati wa uchumba, ulikuwa ukiendesha haria yake, anakuwekea mafuta. Ukiingia kwenye ndoa, haria yake anaitumia yeye mwenyewe. Biblia anasema hivi, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Mwanamke ni adimu huyo, hapatikani ovyo, apatae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 Amjaelewa, amjaelewa. Oh my God, wait, wait. Apata mke apata nini? So mke is equivalent to what? So wewe ni nani? Oh baba, naomba unipe kibali kipi. Mungu anakuambia wewe ndio kibali chenyewe, nikupe kipi? Usisemee, ah mimi sasa sijaolewa. No, amesema apatae, maana yake kibali kinakuwa kibali kabla hakijaolewa. Kitaka kujitesti wewe ni kibali, jitesti wakati uko single, jiulize je, yeah, milango inanifungukia? Ukijiona ikufungukia, ujue tu ukienda kwa blaza wa watu utakuwa na gundu. Sasa, wewe hujaolewa bado kio, ukienda mahali unakataliwa, hamna hata naye kusalimia. Eh hmm, wewe mtumishi, naomba uvunje roho ya kutufuata fuata. Ukiona wanaume wanakufuata fuata sana, just know there is something within you kinachowavuta na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 Watu hawaheshimiwi kwa sababu wanatia huruma. Watu wanaheshimiwa because wame bring things on the table. Hakuna mtu yeyote mwenye pride duniani akamaliza maisha yake salama, hakuna. It is written in the Bible, wahenga wamezungumza, methali za Kiswahili zimesema, hakuna usalama kwa mtu mwenye pride. Hakuna viburi vingine tunavyoviportray kwenye nyumba zetu, kwenye jamii zetu, they are not for our safety, they are for our danger. Unyenyekevu sio upumbavu. Unyenyekevu sio kama unaonekana zobe. Actually mnyenyekevu ana akili kuliko anayejifanya na junda, kwa sababu ukitanua mabega na ukinyanyua masikio, wenye akili wakikuona unakosea watanyamaza nyamaza kimya, utakuacha upite, alafu utatumbukia shimoni, hujashutuliwa lakini mnyenyekevu atashutuliwa hata wakati ambapo haoni. Humbleness is pretense. Unyenyekevu ni kama mtu anayeigiza ni kipofu ana pretend kama ni kipofu, ili aone. Na kipofu mtu mwingine anayekuonyesha, atakuonyesha hata ambavyo hujaviona, wakati unadhani unaona. Unajua, kuna wakati unadhani unaangalia, kumbe huoni. Mshawahi kuona ule, macho yako wazi, unatembea, unaangalia, lakini unasema hivi, ah, sikuona bwana, lakini ulikuwa unaangalia pale pale direction ile ile, mpaka aje kushtua mtu mwingine, oya oh, kuna hiki kitu hapa. Manake nini? Unyenyekevu unachokifanya kwenye maisha ya mtu, unamsaidia kumfungua macho mengine. Unyenyekevu ni jicho la tatu. Mungu alipotaka kuiletea dunia wokovu. He went through a woman. Alipitia kwa mwanamke. Na Biblia inasema uzao wa joka utapambana na uzao wa mwanamke. Mwanzo akamwambia huyu nyoka utamkanyaga kisigino na yeye kwa uzao wako utamponda kichwa. Maana yake, you are greatest weapon to win any shame ni uzao wako. So be careful. Be careful zao ukiwa una akili timamu. Hakuna mimba ya bahati mbaya, hakuna. Wewe unajua kabisa hapa naenda kudu, wala nimeshtukia imeshuka. Wewe Mariam, ah ah, don't destroy your future by nonsensical doings. be careful by what you are about to produce kwa sababu itakugharimu kukifuatilia. Jilinde, jitunze, heshimu tumbo lako, kwa sababu huko ndani hapiti kila mtu, weka vision. Kuna watu watapita, kuna watu nitawaruhusu wapite, huku kings and queens. Umepata neema mjini hapa. Mabikira wako wengi, ila we umepata neema kwao. Wala usijua wakasema hivi, ukiwa bikira ndio Mungu anakuona, ile ilikuwa neema. Sitaki kusumbua watu hapo, kuwafanya wenzako ndo kwamba ndio nini Kama imo imo, kama imo imo, tuendele na neema ya Mungu. Anasio tusitishane, yani tusinyimane, tusi uhuru wa kuishi. Watu wengine washaharibu maisha yao, saizi wanapumulia mashine. Wasaidie wenzako, kwanza kututisha, mimi ni mawaya. hey, hey, hey, hey, hey! Naenda polepole pole. Maumbile ya mwili hayaamui future ya ndoa. Haleluya! <laughs> Nasikutumi ukajiuza pasta amesema tujiachie, kajiachie, watakuzika na hivyo. Hujawahi kujaribu tangu utotoni, unataka kujaribishia utu uzimani, kwisha wewe. Uwajui wadau wenzako, washakuwa makonkodi, ameanza nao tangu primari, kaenda kaenda nao, saizi uko chuo kikuu kashawazoea. Wewe unakuja kuanzia utu uzimani, utapigwa za uso, utafia chini. Naenda polepole kila mtu kwenye maisha ana neema yake, na kila mtu na aishi kama alivyoagizwa na Mungu. Mungu hatupi kulingana na kutia huruma kwetu, Mungu anatupa kulingana na vision zetu. So you have to behave that way, ukae kwa staili hiyo kwa namna hiyo kulingana na maono nilionayo. Anything that will get in this womb, chochote kitakachoingia kwenye tumbo hili lazima kitokee kuwa kitu cha maana kwenye uso wa nchi.